Historia ya Jeshi la Magereza. Sasa kama wewe ni kijana ambaye una ndoto za kuja kujiunga Jeshi la Magereza, hii video ni muhimu mno, nisikilize mpaka mwisho, share video hii lakini pia usisahau kusubscribe. Wakati wa ukoloni, wakati wa ukoloni, Jeshi la Magereza halikuwepo kama tunavyolijua leo. Badala yake, kulikuwepo na huduma ya magereza ya kikoloni ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Mwingereza, lakini pia kipindi cha Mjerumani alianzisha magereza ya kikoloni kwa ajili ya kudhibiti raia walio kaidi sheria au waliopinga utawala wa Kijerumani. hivyo basi Kipindi cha ukoloni hakukuwa na jeshi linaloitwa Jeshi la Magereza kama taasisi huru ya kijeshi au ulinzi kama ilivyo sasa nchini Tanzania. Jeshi la Magereza baada ya uhuru. Baada ya uhuru mwaka 1961 Jeshi la Magereza la Tanzania lilibadilika kutoka chombo cha ukandamizaji wa kikoloni na kuwa taasisi rasmi ya serikali ya wananchi yenye lengo la kurekebisha, kuelimisha wafungwa. Maendeleo ya kitaasisi baada ya uhuru, kulikuwa na mageuzi makubwa ya kitaasisi. Majukumu yalipanuka, mfano, kulinda wafungwa na mali za magereza. Lakini pia Watanzania walichukua nafasi nyingi za uongozi na mafunzo ya kitaaluma yalianzishwa. Lakini pia kulikuwa na uimarishaji wa miundombinu, magereza mengi yalijengwa na kuboreshwa. Marekebisho ya kisheria na kikanuni, mfano, sheria za zamani za kikoloni zilibadilishwa. Mageuzi ya kisera hapa ni kuanzia miaka ya elfu mbili hadi leo. Miaka ya elfu mbili hadi leo, kumekuwa na uboreshaji wa miundombinu na huduma, lakini pia mabadiliko ya kimundo na kiutawala. Kumekuwa na mfululizo wa viongozi walioongoza jeshi hilo la magereza, wakileta mabadiliko mbalimbali mbali katika utendaji na usimamizi, lakini pia kumekuwa na matumizi ya tehama katika shughuli za Jeshi la Magereza, lakini kumekuwa na ushirikiano wa kitaifa na kimataifa. Mfano, jeshi limekuwa likiendelea kushirikiana na taasisi nyingine, mfano kushirikiana na mahakama, polisi na magereza ya nchi nyingine kwa ajili ya mafunzo na kubadilishana uzoefu. Na hiyo ndiyo historia fupi ya Jeshi la Magereza la Tanzania. Muhimu, share video hii lakini pia usisahau kusubscribe.